Tumekutana na askari wote kwa ajili ya maandalizi yetu ya mwisho kwa ajili ya kufanikisha swala la ulinzi e, katika uchaguzi huu mkuu. Askari wana hamasa, askari wana morali na wako tayari kutekeleza jukumu hili ili kuhakikishia wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja e, kwamba swala la amani wanalizingatia, swala la utulivu wamezingatia. Kwa hiyo wananchi wajitokeze kwa wingi kupiga kura kutumia haki yao ya kikatiba ili kuweza kuwachagua viongozi ambao watatutumikia kwa miaka mitano inayofuata ili tuweze kupata maendeleo zaidi. E, kama mnavyoona nchi yetu inakwenda vizuri. Sasa tunahitaji kwamba nchi iwe na utulivu ili maendeleo yaweze kupatikana kwa wingi zaidi. Askari kama mnavyoona, wako na morali kubwa na tupo tayari kwa ajili ya kutekeleza jukumu hili la nchi. Swala la utulivu siku ya uchaguzi limezingatiwa sana. Najua kuna watu wanaongeaongea kwamba kuna kuandamana. Mimi nawaambia maandamano hakuna, na askari wapo tayari kukabili mtu yeyote ambaye atajichanganya akaandamana, lakini tunaamini kwamba hakutakuwa na maandamano kutokana na taarifa tulizozipata, ila sisi tumekaa tayari kukabiliana na hiyo hali. Mtu yeyote asija akajichanganya akaenda kuandamana. Watu wote tuandamane kupiga kura kama Mheshimiwa Rais ambavyo ametuelekeza, lakini kikubwa kuliko vyote, tunaomba wananchi watoe wa ushirikiano kama kutakuwa na taarifa zingine zozote, mpaka tunapoona kwamba swala hili limeenda kwa, kwa ukamilifu wake.